Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dkt. Doto Biteko amezindua mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia, pamoja na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji na uelimishaji kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia, lengo likiwa ni kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia na hivyo kuwezesha asilimia themanini ya Watanzania kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Akizindua mkakati huo wa mawasiliano jijini Dodoma, tarehe mbili Juni elfu mbili na ishirini na tano, Dr. Biteko ameagiza kuwa mkakati huo usiishie usishike kukaa kwenye makabati bali utekelezwe katika ngazi zote za serikali hadi ngazi ya mtaa bila kusahau sekta binafsi, wadau wa maendeleo pamoja na vyombo vya habari kuwa mstari wa mbele katika kuutekeleza. Dkt. Biteko ameeleza kuwa, matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia yanaendelea kuathiri afya na maisha ya watumiaji wengi hasa kina mama na watoto chini ya umri wa miaka mitano ambapo taarifa zinaonesha kuwa, watu bilioni 2.1 sawa na asilimia 24.7 ya watu wote duniani hawana nishati safi ya kupikia ambapo kati yao watu milioni 990 sawa na asilimia 47.1 ya wanaotumia nishati isiyo salama wanatoka barani Afrika. Ameeleza kuwa am Afrika inalazimika kufunga mkanda katika safari ndefu ya kuelekea kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ambapo kwa upande wa Tanzania, amesema kuwa kila taasisi inapaswa kutambua na kutekeleza jukumu lake kikamilifu. Dkt. Biteko amewasisitiza wadau wote wanaohusika na nishati safi ya kupikia kuhakikisha kuwa wanaandaa na kutekeleza kampeni zinazolenga makundi maalum katika jamii, kukuza uelewa wa umma kuhusu njia za ufadhili na gharama nafuu kuhakikisha ujumbe thabiti wenye kueleweka unafika kwa wadau wote na kuendelea na kuimarisha njia za mawasiliano za kuaminika. Katika hatua nyingine, dr Biteko ameiagiza wizara ya Nishati kupitia kitengo cha tathmini na ufuatiliaji kufanya tathmini katika kila robo mwaka ili kuweza kujipima juu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosmele Senyamule amempongeza Rais dr Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa nishati safi ya kupikia si swala la maneno bali ni vitendo, na ndio maana anatambulika duniani kama kinara wa nishati safi ya kupikia. Amesema kuwa suala la nishati safi ya kupikia ni, ni kipaumbele cha mkoa wa Dodoma, ambapo juhudi mbalimbali zinachukuliwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, akitoa mfano kuwa kwa mkoa wa Dodoma kwa sasa tayari magereza tisa yanatumia nishati safi ya kupikia, shule za VETA tatu na shule tisa za bweni, huku kazi ya uhamasishaji ikiendelea. Naibu waziri wa nishati mheshimiwa Judith Kapinga amesema katika kipindi cha miaka minne sekta ni ya, ya nishati imekuwa mashuhuli kwa masuala mbalimbali kubwa likiwa ni nishati safi ya kupikia, na kueleza nguvu ya ushawishi wa rais Dkt. Samia imefanya ajenda ya nishati safi ya kupikia kukubalika ndani na nje ya nchi na hivyo kutoa hakikisho la usalama wa afya za wananchi na mazingira pia. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati mhandisi Feliski Mramba amesema kuzinduliwa kwa Mkakati wa Taifa wa Mawasiliano wa Nishati Safi ya Kupikia ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Amesema mkakati huo umeandaliwa na Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la mitaji la Umoja wa Mataifa UNCDF chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya EU ambapo mkakati huo umeongozwa na kauli mbiu ya kitaifa isemayo nishati safi ya kupikia okoa maisha na mazingira. Na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini Mheshimiwa David Matayo amempongeza Rais Dkt. Samia kwa kuanzisha programu ya nishati safi ya kupikia, pia amempongeza Dkt. Biteko kwa jinsi anavyoongoza wizara na kutoa ushirikiano kwa kamati hiyo. Aidha, mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali Rodney Tadeus amesema kuwa wizara hiyo itahakikisha mkakati wa mawasiliano uliozinduliwa unatekelezwa kwa mafanikio kwa kushirikiana na wizara ya nishati pamoja na wadau wengine wakiwemo vyombo vya wa habari. Vilevile, mshauri wa rais nishati safi ya kupikia na maendeleo ya jamii Angela Kailuki amepongeza juhudi za serikali katika kuimarisha matumizi ya nishati safi ya kupikia huku kielelezo mojawapo kikiwa ni uzinduzi wa mkakati wa mawasiliano ambao ni muhimu katika kufikisha ujumbe kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Naye Lemin Dialo, mkuu wa kitengo cha rasilimali kutoka Umoja wa Ulaya EU ameipongeza Wizara ya Nishati kwa tukio hilo muhimu la kuzindua mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia na kusema kuwa inaonyesha kwa vitendo juhudi za serikali katika kuboresha maisha ya wananchi kupitia nishati safi ya kupikia. Mohab TV, Dodoma.